Kwa kweli CRDB imekuwa ni kinara, na mimi ninatumaini kwamba na benki nyingine sasa zitafuata huu mfano mwema wa CRDB Bank, ikiwa ni pamoja na udhamini wa masomo kwa vijana wetu wa kitanzania ambao ni wabunifu sana lakini wanakosa fursa. Kwa hiyo hongereni sana CRDB Bank Foundation kwa kusimamia ajenda hii. Bado tuna mahitaji makubwa, nilitamani basi na benki nyingine wakiiga, wengine waende Dodoma, wengine waende Kigoma, wengine waende Mtwara sababu tunaongezeka kwa kasi. Pamoja na mafanikio hayo makubwa, ili benki ya CRDB iendelee kukua na kushamiri katika karne ya ishirini na moja, ningependa nitumie muda uliobaki wa hotuba kushauri ijielekeze na kuongeza nguvu katika maeneo kama matano hivi yafuatayo, na hayo ni kwa uchache. La kwanza ni kuendelea kufanya mageuzi ya kiteknolojia kwa kuongeza matumizi ya huduma za kimtandao ili kuongeza ufanisi, usalama na ushindani. Na hii inajum, inajumuisha ushirikiano na wadau wa teknolojia ya fedha ili kubuni bidhaa na huduma zenye ubora. Kuwekeza kwenye teknolojia kutapunguza gharama za uendeshaji, kutawezesha kuwafikia wateja wengi zaidi kwa muda mfupi, na hasa walio vijijini na maeneo yasiyo na matawi, na kwa watu wenye kipato cha chini au wasioweza kufungua akaunti za kawaida. Hao wataweza kupata huduma kwa njia rahisi zaidi. Aidha, ili kunufaika na teknolojia ni muhimu kuwa na rasilimali watu yenye ustadi katika tehama. Lakini vile vile, katika miaka ijayo matumizi ya akili mnemba katika tasnia ya benki yanatarajiwa kuleta mageuzi makubwa na kufungua fursa mpya. Na kulingana na utafiti wa OECD wa mwaka elfu mbili na ishirini kazi na tasnia ya benki na bima nyingi zinaelezwa kuwa zitafanyika na roboti na akili mnemba. Kwa hiyo ni vema Benki ya CRDB ijipange vizuri zaidi kuanzia sasa kutumia fursa zinazoibuka kutokana na matumizi ya akili mnemba. Hilo jambo la kwanza. Nawapongeza sana kwa jitihada ambazo umefanya katika eneo hili, lakini tunakokwenda tunahitaji jitihada zaidi. Jambo la pili, kukua kwa matumizi ya teknolojia kumeleta pia wimbi la matukio ya uhalifu wa kimtandao unaohatarisha mitaji ya benki duniani na kuongeza gharama za kukabiliana nao. Na kutokana na hilo, usalama wa benki ya CRDB pia unaweza kuhatarishwa na mwitikio wake mkubwa katika matumizi ya TEHAMA. Hivyo udhibiti wa tishio la uhalifu wa kimtandao unapaswa kuwa kipaumbele cha benki yetu hii ili kujenga imani ya wateja na kulinda heshima yake. Jarida la Cyber Crime toleo la mwezi wa pili mwaka huu linakadiria kuwa miaka michache ijayo, dunia inatarajia kuelekeza takribani dola za Kimarekani trilioni 10 kuimarisha usalama wa mtandao kwa mwaka. Kwa hiyo benki yetu ya CRDB kwa maoni yangu haina budi ijiandae na ijihami mapema na wakati wote kupambana na uhalifu wa kimtandao. Leo hii Benki ya CRDB ni benki kubwa kubwa sana nchini kimizania, lakini ni benki ya tatu kwa ukubwa unapokuja kwenye East Africa. Naposema hivyo, kwa sasa kwa hesabu tulizofunga mwezi Disemba 2024, mizania yetu ni trilioni 16.6, trilioni 16.6. Mheshimiwa rasmi, hii si kidogo, si kidogo. Lakini kwa wale waliokuwepo wataona historia wakati inaanzishwa. Lakini ukuaji huu umeendana sambamba na kuwashika mikono wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, kwa kutoa mikopo mingi. Tunaongoza utoaji wa mikopo. Tumefunga hesabu mwaka jana kwa kutoa mikopo yenye thamani ya trilioni 10.4, na ndio benki kubwa yenye mikopo. Lakini vivile hata amana za wateja ni trilioni 10.3, ambazo ni kubwa zaidi kulingana na benki zingine. Pamoja na hayo, shughuli rasmi faida ya benki imekuwa kwa mwaka jana tumefunga na bilioni 551. Mheshimiwa makamu wa Rais, kwa upande wa shule zetu za umma chini ya serikali, CRDB imekuwa na mchango mkubwa katika kuboresha mazingira ya elimu nchini. Kwa miaka mingi wamekuwa wakichangia mfuko wa uendelezaji wa sekta ya elimu kupitia taasisi yetu ya tea kama alivyoeleza mkurugenzi mtendaji ndugu yangu Abdul Majid Nsekela, kupitia sera yake ya uwekezaji katika jamii ambayo imekuwa ikitenga asilimia moja ya faida kila mwaka. Sekta ya elimu tumekuwa tukipata upendeleo mkubwa kulinganisha na sekta nyingine za kipaumbele, pengine ni kwa sababu benki hii inafahamu kuwa msingi wa maendeleo ya taifa lolote ni uwekezaji katika watu rasilimali watu. Kupitia sera hii, benki imeshirikia nasi vyema kujenga madarasa, mabweni, ofisi za walimu, maabara, madawati, vyoo, vifaa vya kujifunzia, pamoja na kutoa ufadhili wa masomo, yani scholarship, ambapo pia wamekuwa wakitoa ufadhili kupitia mashindano ya CRDB Bank Taifa Cup ambapo vijana wetu mbali ya kuonyesha vipaji pia wamekuwa wakipata fursa ya kuendelezwa kimasomo. Moja ya kampeni ambazo binafsi zimenigusa sana zinazotekelezwa na benki hii kupitia sera yake hii ya uwekezaji katika jamii ni ile ya keti tujifunze. Usisahau kusubscribe, like na kushare. Mashati TV, we bring the to the world.